Bwana Gaston, emchukua maiki kwanza. Ulisema kwamba huyu binti alikusumbua, haikuwa rahisi kabisa mm. kwani ulikutana naye wapi? Nataka <laughs> <laughs> kuwasaidia, kuna vijana hapa wanahangaika na mahusiano. Mlikutana <laughs> uh, naye wapi kwa mara ya kwanza? Uh, kwa mara ya kwanza mm. mimi na Nasia mm. kuna rafiki yetu mmoja anaitwa Queeny Walikuwa wanafanya kazi pamoja na Anasia mm. Queen yupo? Queen yupo, tupungie mkono kama upo Queen. Midfield kisheti, hapana, yupo, ameniambia ah, <laughs> tutaka tumpe majukumu lakini mm. ingekuwa vizuri angekuja pia, amesafiri <laughs> amesafiri. Eh, amesafiri. <laughs> Kwa hiyo mimi nilikuwa namfahamu Queen kwa karibu zaidi, alikuwa ni mteja wangu, ndio yeah kuna unafanya mambo ya utalii ya yeah, yeah, yeah, kabisa vacations eh. Yeah. Kwa ni mtu ambaye ashanipaga kazi nyingi, ameshaenda Dubai ameshaenda kutembelea mbuga za wanyama mm. Kwa kuna ile bondi tulikuwa nayo tunaweza tukaongea vizuri tukapiga story na vitu kama hivyo. Sasa siku moja ni, alinipigia simu mm. nikawa niko occupied sana mm. A, akawa amekuja ofisini, ndio alivyokuja ofisini akakuta anahangaika na mambo ya ya Pilato mamlaka mm, mm. <laughs> akakuta naangaika nayo pale. Nikamwambia nilikuwa bize hivi kwa masaa kadhaa, kwa sababu alipokuwa na ofisini apakuwa mbali kwa mda huo, akaona aje tu a drop chap ili tuweze ku, kuongea mm. Kwa sasa nilivyomwambia ni maswala ya TRA ananisumbua, ndio akasema kwa nini unaangaika, kwa nini unaangaika, akasema kuna mtu anamfahamu ambayo wapo ofisi moja, yeye ndio yuko upande wa tax na accountants, yuko vizuri, taxi ametimia, ametimia. Sawa sawa, wewe Inna... uka, wewe unataka tu mtu wa kukusaidia kazi zako, basi ukasema, ukaniunganisha Mungu atakubariki, na sikujua na ukujua kabisa wewe ni mtu wa Mungu, wala uwazi kitu kibaya ni Amen. Amen, mtumishi wa Mungu amina. Sasa bwana akanipatia namba ya huyu mke wangu wa sasa mm. Sasa mda huo sio mke wako ha, E, namba ya accountant. <laughs> akanipatia namba <number> ya accountant <laughs> na mtaalamu wa maswala ya, ya kodi ya kodi, msomi kabisa yeah. Ile namba mm, nikawa nimeipokea, lakini nakumbuka ile, ile situation iliweza kuimaliza kipindi kile, kwa sababu sikumtafuta mm, sikumtafuta bado, nikaja unajua, ikatokea penalti Umeona mm. Sasa nikawa nimechelewa, ilikuwa baada ya miezi miwili nikawa nimechelewa, ikatokea penalty. Lakini nikakumbuka mbona kuna huyu mtu nilipewa, ngoja nimpigie anipe maelezo zaidi, nikampigia pale tukaongea kwenye simu akanambia okay, inakuwa shida itakuwa hivi na hivi, ah, basi tuonane. Na hapo ulipo ongea sauti yake wala hukuhisi chochote? Hey, ah, sikujua tu huyu ni accountant na mambo ya tax, mimi kazi zangu wenyewe unakuta zinanivuruga muda mwingine, yani nikaona ni kitu cha kawaida. Mbona huwezi kuvurugwa na sauti tu, ndo huo ndio wa kwanza nikaonane na huyu na huyu dada tukawa tu make appointment tuonane mm. Na nilionana ofisini kwao muda wa kutoka ofisini kwao alikuwa anafanya kazi Masaki, sawa. Mimi nilikuwa natoka posta nikasanga nipitie Masaki, nikaonana na yule dada akanipa ABC maswala ya kodi dio? Na mambo mengine na anaendaje, sawa. Kwa hiyo nilikuwa nimekutana na na Anasia mm. Tukazungumza na hata siku ya kwanza ile namuona ni siku sikushtuka, kwamba wewe unaona mambo ya kodi kodi tu ehe, eh. Unaona, sikushtuka kwamba huyu hata pengine atakuja kuwa mke wangu, sikushtuka kabisa, uko sawa. Kwa hiyo tukawa tumezungumza pale mm. Akaniambia siku nikiwa na enda posta upanga mm. tax region pale, ambao ndio faili langu liko pale mm. mm. Akaniambia nitakupigia ili twende pale pamoja, ah, ah. Unaona. Jamani yuko accountable yuko responsible huyu Anasia. <laughs> ehe. Umeona? Wewe tu hapo bado umefocus na kodi, kodi. Ndio kwa hiyo ikafika siku akanipigia pale nilikuwa around jini mm. nikakutana naye tukawa tumeenda TRA. sasa siku ile ndio unaona kama kuna kitu kiliniingia sasa <laughs> he, he msema kitu kikaniingia. <laughs> kama umekaa na mtu mwambie kuna kitu kinaniingia <laughs> Ehe, kiongozi bwana, kitu gani? Ilikuwaje paka ukagiwa na kitu kama umekapo na mtu mwambie kuna kitu kinaniingia. Ehe, kiongozi, ona bwana, kitu gani? Ilikuwaje mpaka ukagiwa na kitu ile. Yaani kama, <laughs> <laughs> Ile... yani kama, kama, mshtuko fulani hivi nikaupata, kwa sababu mimi niliwahi nikawa nimekaa nimewahi mimi si niko posta palepale, nikawa nimetulia akaniambia siko mbali nakuja. Sawa, na alini text hata kuongea kwenye simu maana mm. nikiwa ofisi za watu sipendagi ku call sana na ku text mm. zaidi mm, akafika pale niko ni, yani kule ambako kuna wapishi ndo kama mlango upo kule kwa mimi, nikamshiko alivyokuwa anatembea sasa kwenye ile corridor ehe, alivyokuwa anatembea sasa ananifuata ndo kuna ukasikia Zaburi, nijapopita katika uvuli wa mauti kabisa. Gongo yako na vimo <laughs> vyako taniongoza. <laughs> Unamwona anakuja huyu hapa mtumishi, mtumishi. hapo ukajikabidhi kwa Bwana eh, eh, <laughs> tenda mujiza <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> weka pesa <kwa. laughs> <Asante sana, laughs> Daktari Limo <Asante sana> <laughs> <daktari Limo. laughs> tunawasaidia vijana dokta. <laughs> kuna vijana wanakwama eh. Sawa. Kwa hiyo tukakutana pale mm. akawa anisaidia. Kwa hiyo kuna official mmoja tulikuwa tumemfuata pale mm. sasa mwenzangu anajua zile sheria za kikodi, akawa anaongea naye pale, ndio penalty imetokea lakini hivi na hivi, tunaandika barua, mimi sielewi, nasikiliza. akaambia pale tuanze, mimi namsikiliza namsikiliza. Sasa wakati wanaongea mambo yao, sasa mimi wanatikia, wakisha print mimi natakiwa niende nikachukue mm. document ziko kwenye mashine photocopy upande wa pili. Kumake wewe unatumwa. E. Akawa anakuambia fuata documents, <coughs> unarudi. Umeona? <coughs> e. Kwa hiyo wakati anaongea yule jamaa asha print, akasema mm. documents zimetoka pale, mimi naenda naileta document hizo na hizo. Kazi yangu mimi ikawa imeisha. Eh. Ikabaki kazi yake ile umleta pale. Eh. Naye akawa anaongea maswala yake pale. Sasa mimi nikajikuta ikisha printiwa mimi naenda naleta tu, nampa mama hii hapa. Umeona? E naeta nampa mama hapa. Kwa hiyo, Ah uh, ile ndio siku ambayo nilikutana na Nasia ilikuwa ni siku ya pili. Kwa hiyo ni siku ambayo nilikutana na Nasia, mm, nikaona naweza sasa nika nikaendeleza kitu pale. Umeona? Mm. Kwa hiyo kwenye conversation zetu tukawa tunaongea mara kwa mara, ndio huo ugumu ambao ndo nakuelezea sasa. Ah, ndio hivyo kawaida. Ataanza kuona kama vile bwana mteja ameanza kubadilika mawazo. <laughs> <laughs> Ukamwambia moyo wangu una kodi juu yako. Kabisa kabisa, emumpe ah, kwa hiyo ndio hivyo, tukawa tunaongea tunaongea hivi, tukaeka appointment, tukaweka tukaonana, tukaeka mambo yetu sawa, ndio hivyo mpaka hapa tulivyofikia, yeah. Ja, tuwapigie makofi mengi mengi jamani. Yaani kwa kifupi ni kwamba vya mazabauni uliwa mazabauni, kama wewe unafanya kazi huko, huko kazi ndio unapatia mchumba, si ndio eh kama wewe unashinda kitambaa cheupe, utapata wanaopuliza nao shisha huko <laughs> kama unaenda kanisani, utapata huko mwanakwaya.